Kwa jina naitwa Nathanaeli Mganda, afisa afya wa kata ya Nyihogo, vile vile ni mratibu wa udhibiti wa wadudu, vector control, katika halmashauri ya Kahama. Tunatekeleza afua tatu ya udhibiti dhidi ya malaria. Afua ya kwanza ambayo tunatekeleza katika manispaa ya Kahama ni kufanya environmental management environmental management hii, maafisa afya wote katika manispaa ya Kahama wanatekeleza afua hii kwa kuhakikisha watu wote wanakuwa wasafi katika maeneo yao, wanafanya usafi, wanafukia madimbwi ambayo yanaweza kuwa yanaleta madhara ya mbu, kwa mfano mataili ambao ni miongoni mwa anaweza kuleta madhalia ambu, koma, ya mbu kwa maafisa afya wote wanatekeleza afua hii ya environmental management katika maeneo yao ya kazi. Afua nyingine ambayo inatekelezwa na manispaa ya Kahama ni kuhimiza watu walale katika vyandarua pamoja na matumizi ya vyandarua vyenye dawa. Na manispaa ya Kahama mwezi wa pili tuligawa vyandarua kwa kaya zote. Kitu kingine ambacho tunatekeleza katika manispaa ya Kahama ni unyunyuziaji wa viwadudu katika mazalia ya mbu kama tulivyoona kwamba tumeweza kunyunyizia katika mazalia ya yanayopatikana Marunga tumeweza kunyunyizia pale. Sasa hizi tuko hapa katika mazalia yanayopatikana ya nyihogo, ili bwawa letu la nyihogo ni miongoni mwa mazalia ambayo inapatikana katika manispaa ya Kahama. Katika halmashauri yetu mazalia yatambuliwa mpaka saizi ni mazalia ishirini na moja yametambuliwa kama mazalia ya mbu, na haya mazalia tunayatambua baada ya msimu wa mvua kuisha ndio tunaangalia mazalia haya, kwa sababu tunajua kuna mazalia ya aina nyingi. Kuna mazalia ambayo ni ya muda mfupi na mazalia ya muda mrefu. Kwao afua tunayotekeleza sasa hivi hapa ni afua ya unyunyuziaji wa dawa ya viua dudu, na hii dawa haina madhara, haina madhara kwa binadamu, haina madhara kwa wanyama, haina madhara kwenye nyasi tunajitahidi kuhakikisha tunatoa elimu kwa, kwa wananchi wote waliozungukwa na mazalia haya kuhakikisha wanajua hii dawa haina madhara. Maana yake mwananchi akijua ya dawa ina madhara, wanaweza wakaleta shida katika utekelezaji wa afua hii. Hii dawa tunahakikisha asilimia mia moja, hata kama una bwawa lako ambalo lina samaki, hii dawa haina madhara. Dawa hii inafanya kazi ndani ya siku saba. Baada ya siku saba tena tutaendelea kufanya unyunyuziaji ili kuhakikisha ile mazalia ambayo hayakufikiwa na hii dawa yaweze kufikiwa na kukomesha kabisa katika madhalia yote ya mbu. Kwa majina naitwa Abduli Asmani. Naishi kata ya Nyeogo. Kwa zoezi hili, kwa kweli, mimi kwa upande wangu, nashukuru sana sana serikali. Tunawashukuru sana sana mabwana afya kwa kazi nzuri wanaoendelea kuifanya ndani ya mji wetu wa Manispaa ya Kahama. Ni ukweli usiopingika kabisa. Bwana afya amefanya kazi, kwanza, la kwanza amegawa neti. Kila nyumba imekuwa na neti msururu, sidhani kama watazimaliza leo. La pili, wamekuja kumnyunyuzia kwenye nani, kwenye bwawa, mazalia ya mbu. Sasa inapunguza gharama, itapunguza gharama, hakuna mtu atakaye kwenda hospitali. Waendelee na moyo huo, pamoja na mkurugenzi wao anayewasukuma kwenda, jamani, nendeni mkawasikilizeni watu hawa wa. Naye mkurugenzi tunamshukuru, maana toka wakurugenzi wamekuwepo wamepita wakurugenzi, lakini huyu amekuwa kijali sana watu kusema kwamba, jameni nendeni mkafanye kazi, na kweli na wao wanakwenda kutusaidia sisi ambao watu wa, watu wa chini.